Watu ishirini wameaga dunia katika ajali mbili za barabarani ya eneo la Kikopey na Gilgil katika kaunti ya Nakuru. Nami katika kisa cha hivi punde zaidi, watu kumi na wanne wamefariki baada ya matatu na lori aina ya trela kugongana karibu na eneo la Kimende. Kwenye ajali ya mapema watu sita waliokuwa wakisafirisha mgonjwa kwenye ambulensi pia wamefariki. Na Brenda Wanga anatufungulia Nipashe jioni ya leo. Eneo la tukio hapa, vifaa na mizigo imetapakaa pamoja na vigae vya vioo. Hii ni ishara ya jinsi kishindo cha ajali ilivyokuwa. Magari mawili yaligongana, matatu moja iliyokuwa ikielekea Nakuru ilhali trela ilikuwa ikielekea Nairobi. Aliyeshuhudia ni miongoni mwa wale walioponea ajali hiyo iliyotokea kwa ghafla. Sababu matatu ilikuwa mbele yangu, all of a sudden nikaona imevuka upande ule mwingine wa barabara ikakutana kichwa kwa kichwa na lori. Mimi ni kwa nyuma yake nikaona sitarudishana nyuma, mwishowe nikaona sasa lagu lile ningefanya ni kurusha gari yangu chini. Na hata ukiangalia gari yangu hapa, imefanya kuguzwa na hiyo matatu. Nipo ya gari yangu kando, nikajaribu kufuja kio, hata kale katotoka kamoja, tumeweka kwa gari pale, ndio nikale nimefanya nimeumia hapo kwa mkono, nimefuja na mkono hiyo kio ya nyuma Walioshuhudia wanasema ajali ilikuwa mbaya na vifo vilitokea mara moja. Ndio walikuwa wanatoa hizo mwili kwa gari, kila mtu akakufa, ikabaki watu watatu mtoto na msichana na mse mmoja mmoja. Mmoja ako hali baya, wengine ni wanaesapona si wabaya sana. Polisi wanachunguza ajali hiyo huku wakitoa tahadhari kwa wenye magari kuwa waangalifu. This area is a black spot and we also wanted to call upon, uh, Kenha to come up with a, a temporary measure to see how to address this matter because this road around this area is so narrow. Hapo awali, ajali nyingine ilitokea katika barabara hii ambapo watu sita walifariki. Gari la kusafirisha wagonjwa lilihusika kwenye ajali ambapo watu sita walipoteza maisha, wakiwemo mgonjwa wa kike, mumewe, jamaa, muuguzi, na muuguzi pamoja na dereva . Aliyekuwa akisafirishwa ndani ya ambulensi hiyo alikuwa amepata ajali usiku na alikuwa akisafirishwa Nairobi. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.